Kufuatia kufutwa kwa kanisa la askofu Josephat Gwajima, wakili msomi Bonifasi Anyisiri Mwabukusi ameeleza taratibu za kufuata au kusitisha ufanyaji kazi wa jumuiya au taasisi za kidini. Bonifasi Anyisiri Mwabukusi ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Law Society TLS ameandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema ni vema kutambua kwamba katika muktadha wa Tanzania utaratibu wa kisheria na kikanuni wa kufuta dhehebu au jumuiya ya kidini unategemea masharti yaliyowekwa chini ya sheria na kanuni husika, na sio hisia au msukumo wa kisiasa wa mtu, na hasa kwa kuzingatia moja, sheria ya jumuiya ya kijamii the Society Act sura ya 337 revised edition. Sheria hii ndiyo inayosimamia usajili, uendeshaji na uvunjaji wa jumuiya zisizo za kiserikali zikiwemo jumuiya za kidini. Anasema mamlaka ya msajili ni msajili wa jumuiya za kijamii katika Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, ndiye mwenye mamlaka ya kusajili na kufuta jumuiya ikiwa ni pamoja na madhehebu ya dini. Kwa hiyo kwa sheria hii anaweza kuonya, kuelekeza au kusitisha, lakini kwa kuzingatia masharti ya sheria na katiba ya nchi. Anaendelea kwa kusema, utaratibu wa kufuata kabla ya kufuta dhehebu, msajili atatoa ilani au barua kuitaka dhehebu au taasisi, Roman 1 kuwasilisha sababu za kufuta, section 12 mpaka 14 of the Society Act. Msajili anatakiwa kuonyesha sababu za kisheria zinazomfanya atake kufuta usajiri wa dhehebu husika, kama vile moja, dhehebu limejihusisha na shughuli zisizo halali au za kuhatarisha usalama wa taifa; pili, limeshindwa kufuata masharti ya usajili; tatu, linahatarisha amani, maadili au umoja wa kitaifa; nne, limeshindwa kuwasilisha taarifa za kila mwaka kama inavyotakiwa kuwasilisha ilani ya ni notisi ya kufuta. Kabla ya kufuta dhehebu, msajili anatakiwa kutoa ilani rasmi ya maandishi notice of intention to cancel, kwa uongozi wa dhehebu husika, kwa kawaida kwa muda wa siku thelathini, akiwaeleza sababu za kuwapa nafasi ya kujibu au kujitetea. Haki ya kusikilizwa, kwa mujibu wa kanuni ya haki ya kimsingi ya kisheria Dhehebu linapaswa kupewa haki ya kusikilizwa. Msajili hana mamlaka ya kufuta bila kutoa fursa ya kusikilizwa kwa mhusika ama wahusika, fair hearing. Mapitio au rufaa ya maamuzi: iwapo dhehebu linaona limefutwa isivyo halali, linaweza kukata rufaa kwa waziri mwenye dhamana, na wasiporidhika kufungua shauri la mapitio Judicial review katika mahakama kuu ya Tanzania, kupitia ama kupinga hatua hiyo. Ufafanuzi wa kikanuni kwa baadhi ya madhehebu: kwa madhehebu yanayohitaji kibali kutoka kwa taasisi nyingine kama baraza la maskofu CCT au mufti mkuu, msajili pia ufuate taratibu za kushauriana na vyombo hivyo kabla ya kuchukua hatua. Taratibu zingine za ndani moja, ukaguzi wa mali na hesabu; pili, mkutano wa wanachama kujadili hatima; tatu, kufungwa kwa ofisi rasmi muhimu. Anasema muhimu kwa mujibu wa sheria ya msajili, haruhusiwi kufuta madhehebu ama madhehebu kiholela, lakini afuate mchakato wa kisheria unaojumuisha ilani, sababu za msingi, haki ya kusikilizwa na fursa ya kupinga maamuzi yake. Wakili Bonifasi Mwabukusi anamaliza kwa kusema kufuta bila mchakato huo ni kukiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na tatu kifungu kidogo cha sita A kuhusu haki ya kusikilizwa. Hii ni makala ama taarifa aliyoitoa Bonifasi Anyesiri Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook wakisema taratibu za kufuta au kusitisha ufanyaji kazi wa jumuiya au taasisi ya kidini. Taarifa hii imekuja muda mchache baada ya leo tarehe mbili mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano mchana, Wizara ya Mambo ya Ndani kutoa taarifa ya kufuta kibali cha Kanisa la Ufufuo na Uzima ambalo liko chini ya Josephati Gwajima. Na kama unavyoelewa, Gwajima amekuwa akitetea mambo kadhaa ambayo yamekuwa yakifanyika hapa nchini. Karibu kwa maoni yako.